Teknolojia inabadilika na kuna vifaa vingi unavyovitumia lakini haufahamu namna vinavyofanya kazi. Namna vinavyofanya kazi iwe simu yako ya mkononi, kompyuta, magari tunayoendesha na kadhalika, sisi na kadhalika, tunachambua na kadhalika tunaeleza na kukuonesha kinachoendelea nyuma ya pazia ili uweze kujilinda dhidi ya udukuzi, kutapeliwa au kufuatiliwa taarifa zako. Teknolojia. Teknolojia. Karibu katika utandawazi, ni mahali pekee unapojifunza teknolojia kwa lugha rahisi, kwa na ukiletewa elimu hii na mtaalamu wa teknolojia ya mawasiliano Mr. Ibrahim Kitenge. Kitenge kila siku ya Ijumaa saa moja kamili usiku hapa hapa kwenye chaneli yetu ya YouTube ya Afya Comedy TV. Karibu, karibu, karibu sana na kukaribisha sana na hapa ni Afya Comedy TV, ni kipindi cha kupendwa cha utandawazi na teknolojia. Uko nami hosti wako wa kipindi Ibrahim Kitenge. Leo tutakwenda kuangalia swala lazima kabisa juu ya Wi-Fi. Je, unafahamu kwamba kujiunga wifi kiholela kunaweza kuhatarisha taarifa za simu yako kudukuliwa? Unaweza ukaona ni jambo gumu sana, lakini ndani ya utandawazi na teknolojia kupitia Afya Comedy TV nitakwenda kuweka bayana kabisa, na imani na utajifunza na utaenjoy na kusihi baki nami hapo hapo, keti usitoke, uweze kujifunza. Ni kupitia Afya Comedy TV, mambo yote tunaweka wazi katika utandawazi na teknolojia. Unatazama, unatazama. Utandawazi. Karibu tena ndani ya Digitech au Digital Technology kupitia Afya Comedy TV Ebane, free Wi-Fi, unajua ina athari kiasi gani na inaweza ikapelekea kuibiwa akaunti yako ya Facebook ndani ya sekunde chache <coughs> Naam. Ni host wako Ibrahim Kitenge, uh, takwenda kuelekeza jinsi gani unaweza ukaibiwa Facebook account ndani ya sekunde chache, yaani sekunde za kufumba macho na kufumbua akaunti yako ya Facebook inakuwa imetoweka mikononi mwako. Hatua ya kwanza mdukuzi anayoweza kafanya ni hii hapa, na kwenda kutengeneza uh, free wifi yangu kwa ajili ya watu kukonekti, uh, uh, kukonekti ili waweze kuvinjari mtandao wa kijamii wa Facebook. Hivi ndio inavyofanyika. Cha kwanza kabisa naingia natengeneza ngeneza free Facebook wifi fi hmm. free Facebook baada ya kutengeneza uh, jina la wifi yetu ambayo tutakwenda kuitumia katika hali ya uh, kuelimishana kisha naisave na, na baada ya hapo nakuja kuiselect uh, kui kama unavyoona pale free facebook iko na namba zero kwa hiyo katika selection yangu napaswa kuweka namba sifuri yeah kwa sababu pale niliona kwenye listi ikiwa ni namba sifuri. Baada ya hapo na, na kwenda ku select na, login form yenye muonekano sawa kabisa na, na, na ile page ya kwanza ambayo tunakutana nayo wakati tunataka kujiunga au kuingia kwenye uh, kwenye mtandao wa Facebook baada ya hapo inakwenda ku start eh, poto yangu basi kwa hatua hizo ambazo uh, nimetoka kuzi kuzipitia hapo kutengeneza free Facebook Wi-Fi yangu manake iko tayari kabisa mkao eh, mkao wa kula tunasema mkao wa kamata mtu ambaye atajaribu kuweka uh, username yake ya Facebook pamoja na neno lake la siri la Facebook. Kwa hiyo kwenye simu ni kama ifuatavyo. Eh, nimepita nimeona wifi, basi takwenda zangu sehemu za wifi eh, kama unavyoona pale, naona kuna free Facebook. Eh, ngoje niende setting vizuri ya wifi kama unavyoona hapo. Eh, swali mwenzangu mambo ya Kitonga, eh, mambo ya free wifi Kitonga, twende tukajiunge, eh, wifi ya bure eh. haya, haya ndio ambayo yanaweza kukuta muda wowote na akaunti yako ikapotea eh, katika, eh, katika sekunde za kufumba na kufumbua akaunti yako inaweza ikatoweka mikononi mwako. Kwa baada ya free Facebook kama hiyo eh, nabonyeza kwenda kujiunga unaona hmm? kama hapo inasema sign in to wifi network. Free Facebook. Ko mtazamaji, um, kama unavyo unavyonifuatilia, uh, unavyo tunavyokwenda sambamba. Baada ya kutaka kujoin hiyo free Facebook, manake matarajio ni kwamba nikijiunga hapa nitavinjari Facebook uh, bila uh, bila kuwa na data, bila mimi kulipia pesa yoyote. Kwa hiyo hapo itaniomba email pamoja na inaniomba email pamoja na password. Kwa kesi yetu au kwa kesi yangu mimi nitaweka uh, details zangu hizi uh, email yangu Um, email yangu naweza nikasema, labda au namba ya simu naweza nikasema ni sifuri saba tano saba mia themanini mia tisa tisini na nne uh, kisha yangu password. Uh, password yangu, uh-huh. Password yangu nasema ni eh, uh, Septemba Septemba ishirini 25 ha, baada ya hapa nasema sign in. Mara baada ya mimi tu kubonyeza sign in basi, uh, yule mwenye ile wifi mwenye dhamira ya ku, ya kunasa uh, taarifa zetu zote za kuingilia Facebook basi ataweza kuziona mara baada tu ya kubonyeza sign in. Kwa hiyo wewe au mimi au yule eh, tu, mara ngapi tumekutana na, na mazingira kama haya ya yeah. Tunakutana na intaneti ya kitonga eh? intaneti ya bure ya wifi, au hata kama sio ya bure tunajaribu kupeana mitani. Madhara haya yanaweza kukukuta muda wowote. Kwa hiyo um, nakwenda kubonyeza sign in. Eh? Unaona, uh, niliweka taarifa pale uh, kwenye kwenye email niliweka namba yangu ya simu ya 0757180994 na kwenye upande wa password. Kwa hiyo kama unavyoona u inasimama Uh, u inasimama badala ya username ambayo uh, ni 0757180994 lakini, p inasimama badala ya password, uh, kwa tafsiri uh, ya password ambayo niliweka, kama unakumbuka, niliweka password ya Septemba uh, 2025 na inasema Client Connected. Lakini ukicheki huku kwenye wifi inaonyesha uh, inaonyesha kwamba sign in to wifi, kwa hiyo uh, jinsi au kadri utakavyojaribu kuwa unaweka taarifa zako ndio, uh, jinsi utakavyokuwa unafanyaje una share hizo taarifa zako za siri za kuingilia Facebook kwa kudhani kwamba uko kwenye uh, kwenye kwenye sehemu sahihi kabisa ya kuweka hizi taarifa kwa ajili ya kujiunga eh? na Facebook ya kitonga kwenye internet, eh, zetu za mitaani. cha kukushauri vya bure gharama mm? chukua tahadhari. Na hii ni ndani ya Digitech au Digital Technology. Ya tunazidi kukuhabarisha na kukuangazia yale uh, usiyoyajua na unatamani kuyajua, usisahau kusubscribe. Hii ni Afya Comedy TV, tupo kwa ajili yako. Kwa changamoto, swali lolote, usisahau kutembelea kurasa yetu ya uh, kurasa zetu za kijamii au uh, uh, kwenye channel yetu ya YouTube na kuwacha comment yako, kisha sisi tutaipitia na kukurejea. See you next time. Asante sana kwa muda wako, ulikuwa nami hosti wa kipindi Ibrahim Kitenge ndani ya Utandawazi na Teknolojia, na imani utakuwa umejifunza mengi juu ya swala so zima la wifi. Kama tunavyoelewa katika ulimwengu wa sasa, wifi ndiyo kila kitu. Hivyo basi, ya msingi ni yale yale na kukumbusha tu, kujiunga wifi bila kujua hasa usalama wake uko vipi ni hatari sana katika kifaa chako janja, ili kuweza kulinda taarifa zako za simu na kusihi, zingatia yale yote tuliyotoka kuyazungumzia. Kwa swali lolote, usisite kutembelea kurasa zetu au kuacha comment katika chaneli yetu ya Afya Comedy TV, ni hapa hapa ndani ya utandawazi na teknolojia, bila kumsahau direkta wangu pendwa Wit nyuma ya kamera, pamoja na uongozi mzima wa timu ya Afya Comedy TV. See you next time.